mwenyewe unaweza ukawa mshindi kwenye michezo ya kasino ya mtandao inapatikana kwenye tovuti ya PMBET.co.tz. Kama ambavyo tumempa leo, huenda na wewe gari ijayo ikawa ni ya kwako. Unasubiri nini sasa? Karibu PMBET, mambo ni mazuri haya. Vipi? Safi. Naona umetulia mm. Dada, weka mzigo kwanza chini, baba. Shikamo. Marahaba. Mangu ndo mgeni wetu, binti yetu mpya, kwa hiyo tutakuwa naye hapa hivi. Dada, ulisema unaitwa nani vile? Ah, naitwa Sibomana Simon John Gitumbu guichara rugwe Petro Magezi Bisaka kijemule muza tamagali magiga mazoe na bwili nde kibinu muno sone zirabera vomera bose munyugwa makalimbwa mugusara uhinyamika gombi gufu tambura una mukabona nagashishi akadiyoshe ndikahera mwijiko. Hilo ni la kwangu, bado la babangu. A, a, inatosha. Onesha chumba cha kulala dada. Nenda hapo chumba cha kwanza, ingia hapo na kuja tutaongea. Halini hivi mbona unaferi sana? <laughs> unaferi livi huyu mdada wa kazi au? <laughs> Ah, tahira uwe, wala hata sio tahira. Yaani mtu katoka huko kote kaja hapa kufanya kazi bado unasema kwamba ni tahira? <laughs> Na uwezi amini nilivyopiga tu simu nikataka kujua kwanza binti anaitwa nani hilo jina lake sasa. <laughs> Nikasema huyu huyu ndo mwenyewe. Sasa maana yake ni chuma, nikinapiga kazi. Amna mfano, anapiga kazi wapi bwana? Kwanza mtu mwenyewe hata aeleweki. <laughs> Unajua, nilishakwambia maswala ya dada wa kazi humu ndani, niachie mi mwenyewe ndo nitakuwa naleta eh. We unaleta mdada gani? ah, eh? ah. <laughs> kwani hana vitu vyako jamani? Vitu vangu wapi? we we, unaona hapo kuna vitu vangu hapo? <laughs> yaani uwe eh, kwenye timu yangu mimi awezi kupata nafasi hata ile nafasi tu ya kutoka nje kuchukua mipira arushe ndani, huyo awezi kupata. Alafu leo unakaa unaniambia hivi vitu vangu. ah, umeumia mwenyewe, nimeumia yani. Ukisikia nyani kati ya mabungo, ujue ndo msimu wa maembe. Mm? Basi ulivyosikia naleta binti wa kazi, mwenyewe ulikuwa umevaa mshati wako mkubwa, ukaona ukimbie, ukabadilishe, uvae vesti yako nyeupe ukajibrandi, eh? ukitegemea kwamba naleta pisi <laughs> kula chuma hicho. Hapo sasa nimekuletea kienyeji yenyewe, unaionaje hiyo? Au nimwite tena aje ajitambulishe. naitwa Sibo mana nyanguisa nyanguitij <laughs> nasikia raha mie <laughs> ah, mdewe <laughs> saizi umepatikana. <laughs> Shule inayofunza mema wajuwaji na wapumbavu wa moyo. Anguko lako ni kicheko kwa wengine.

Unaona, mimi ninavyojisikia hivi, raha ya furaha, unatakiwa ushie na mwenzio afurahi kama wewe. Ndio maana najitahidi sana mke wangu, feeling. Feeling ya happy. Wife hapa katikati hapa, wiki mbili zilizopita nyuma, kulikuwa kuna issue moja ilikuwa ananivuruga sana kichwa naninyima utulivu, ndio maana na asila na kosa amani. Guess what, tumefanikiwa kwa asilimia mia moja. <coughs> Amen kwa kile kipindi ambacho tulikuwa tunateseka hapa, mke wangu, kwa sababu hakuna kitakachotufanya tuteseke tena, so we happy. <coughs> Fungo, sijakuona mke wangu, umesuka umependeza. Umesuka wapi? Saluni, nilipotoka tukazini nikapitia saluni. Nikasema nisikumbie ukirudi uniona. Ah. Totoma waka. Eh, umetumia shilingi ngapi? Elfu arobaini na tano tu. Asa, mimi nakulipa hela yako na kuchapa dabari. Hmm. Staki mninga kwa mambo mazuri. Lakini sasa uh -huh, kwa kawaida jinsi ilivyo, ataka ile itoke vizuri, inatakuwa isindikizwe na sifa kidogo. Hata kule chachi mwenyewe, unajua kukiwa na mapambio ndio sadaka zinaenda vizuri. Kwa hiyo hata hapa lazima usindikize na kawimbo ili kutoka vizuri, na utaratibu wetu utakuwa hivi, mimi nitasema papa, unakuwa unaitikia manyanya, sawa? Eh, manyanya

sentano kipande apo siitaki, na usichokijua sasa yaani, sio tu hiyo hela ya leo hata kesho, utaratibu wa hela ya chakula uko pale pale. Cash on table. Kazini, transport fare, pale ishu yako kwenda kazini iko pale pale tena, ndakuchapa dabali, nimesha kuambia huu ndo msimu wa kuishi kwa furaha, mke wangu ni kufurahi tu <tuhi> <tuhi> Nakupenda. Nakupenda. Nakupenda pia. Yani, furaha ungejua, natamani mke wangu ingie ndani kwenye kakamoyo, uone jinsi ili nimbwila ifaraja na furaha inavyonitesa <laughs> basi, mme wangu, inatosha coni, tukapata chakula furaha, tukamaliza ndani, sawa. Asa kawimbo kasiishe, nisindikiza na kawimbo basi kidogo. Tuende. Papa. Maanyanya. Eh. Maanyanya. Nino papa. Maanyanya. <laughs> Eh. Eh. You then naam, baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe, wakati mimi nija kupeleka shule? <laughs> Mama bwana, sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili? Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Ticha Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri. Na ndio maana huwa ni application namba moja ya kielimu Tanzania nzima ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ chap chap. Shikao mama. Kumbe niambia kaya punguza. Mudi, Umetoka tumboni kwangu kweli wewe? Nimekuzaa mimi wewe, eh? Namba zangu za simu umezisahau eh? Nakuuliza, namba za simu umezisahau? Ah, nazo nazo Yaani, mpaka napigiwa simu na aliyekuwa mke wako, kumbe mmeshaachana na kesha kuwa na mwanamume mwingine, wamekaa kimya, wamekuwa kama mzukule. Mwanangu, kwa nini lakini? Wewe mwezi wa Ramadhani eh? Umefunga kweli wewe <laughs> umesahau kiapo, nakuuliza, umesahau kiapo cha babako? Ushakuwa chizi sasa, hauko timamu wewe ha! sula suangu mi naiweka wapi? baba wako alivyokuwa shehe, kijiji ikizima wanamtegemea, sio kumtegemea tu, wana mheshimu. Mwanao umekuja kuwa mada badala ya kuwa mrisi wake, hivi atauko makabulini, baba wako anajisikiaje? mtu anakufajumbile tu mwanangu anaona kabisa, kizazi chake alichotegemea. Toka hospitali kaambiwa umepata mtoto wa kiume, akajua atakuwa shehe. Umekuja kuwa amada. E yeah, jamani, mudi hii mudi si umekatiza tu, unajua nini? Muhamadi, Muhamadi mwanangu, ndo mana umekuwa kama chizi Umechizika. Yaani, watu wako kijijini wanatamani kuja mjini, wanajua kuna mambo mazuri kabisa. Mudi, utaona aibu ukienda kule, utaona aibu. Watoto wenzio kule kama wewe wana mabodaboda, wana magari mazuri, wana biashara nzuri. Wewe uko mjini umekuwa kama chizi. Sasa sijaingia na kutoka na nikitoka na wewe huko wewe una akili nzuri jamani, kwanza jamaniwaa nikutibu, afu ndo niende nayo nyumbani. Hamna mama. Ah, mimi mbona nipo sawa. Shenzi wewe, mbona niko sawa mama? lakini mimi niko sawa, mbona nibaki hapa hapa mjini tu, niendelee kuenjoy kujilamba. Sasa kijijini Lenda huko ubaki hapo, utakwenda mguu kwa mguu na mimi. Shezi wewe, unanijibu na kula, unanijibuni? uh -uh. uh -uh, juu umenisahau nitoke hapo nje uh -uh. uh -uh. Manyanya, unajua mi na mtoto tumbuni halafu nanibiba hivyo. Msitaki bwana. Hello. Hello. Kumbe kanaongea, unajua kamesemaje? Mhm. Daddy I miss you. Mwenyenye muongo. Nasikia hapo umependeza sana na hii orange yako. Asante, ata umependeza Thank you. Mm. <laughs> Na bado uzuri wako haujapotea. <laughs> Usiniambie hivo, mi naona aibu mm. Yaani wewe ina maana bado tujanizoea mpaka leo naona aibu mm. hmm. Tatizo kitambo hatujaonana, hata kama bibi wako uwasauliki hata mpoteze miaka mia mm -hmm wameenda pia hao, wameenda mjini lakini hawatochelewa. Kuna vitu tu kidogo wameenda kuvichukua. Lakini umechelewa yaani, umekaa dakika kumi nzima. Ah, mambo tu kidogo alinikwamisha hapo njiani. Lakini hao wanaondoka lini? Mbona kama wananyima uhuru hapa, jamani? Mm, wale wale wamekuja hapa kwa sababu yangu, ili tu mimi nisirudi na wewe, na hivyo juzi ulivyokuja, wakaja ndani Minasema je? Nikamwambia nimemfukuza, sitaki hata kumwona. Hivyo amefurahi kilonironi mi nasema tu hmm. hmm. najeuliie kuacha hmm. Tukaye basi tuongee vizuri, tukaye tena mama, ntio tunakaa tunafanya nini? Nataka kuondoka niende wapi? kumbe je Mi nafikiria tukafanye masuala ya kitamaduni kidogo, kuna muda uh, semonyeswo so, unajua mama, vikao vya kiutu uzima. Oh, manyanya, mi mwenzako naumwa tena, dokta ameniambia mambo kwa sahivi niachani nayo. Ah, hospitali wamekutisha tu, kwani huu ni ugonjwa mama? Haya ni mabadiliko tu ya kawaida katika mwili wa mwanamke ambao huwa hayamfanyi kwamba ndo asiwezi kufanya kila kitu sawa ambao kitaalam pia, hii sasa kuna namna. Unajua mi naelewa maswala ya kitaalam kidogo kidaktari, daktari, kwa kwa jinsi hali ilokuwa nayo hii. Sawa, kuna namna kuweza kumrecharge huyo mtoto aliyekuwa umo ndani, kwa sababu siku moja moja tukiwa tunagusa gusa hivi, kuna energy, mtoto naye anakuwa anapata kuwo, inasaidia kumfix ambao kitaalamu sasa hii hatuiti kama ni ni ni, ni, ni, ni tatizo au tendo baya. Hii tunaita ni, ni, ni tendo mchachuo, yaani nienda kumchachuo mtoto anakuwa anapata anapata balansi vizuri, na mimi kwa sababu naelewa vizuri jinsi ya kufanya hivi vitu, wala ni kuondoa shaka. Hakuna tatizo utakalotokea, tutekeleze utamaduni. Ah, we baba wewe. We.

Hapana, kutokana tu na matukio ambayo yametokea hapa katikati, yani najikuta sina tamani kasi. Ya mwaka 2025 ni ya aina yake, na wengine wanazidi kuneemeka kupitia PMB. El Huruma, Dominic Ngowi, ambaye amejishindia gari hii, lakini pia leo anakabidhiwa gari hii kutoka PMB. Kuna zawadi kubwa ambayo umewahi kushinda mbali na hii gari ambayo umeshinda leo? Hapana, zaidi tu ni hizi ndogondogo tu ni, ni pesa ambazo nazocheza nazoshinda nazo kwenye nani. Wewe mwenyewe unaweza kuwa mshindi kwenye michezo ya kasino ya mtandao inapatikana kwenye tovuti ya pmbet.co.tz. I'm sorry. Pole pia. Naelewa kuna kitu ambacho nimekuachia katika akili yako lakini naomba nikutoe wasiwasi pia, hakitokuja kujirudia tena. Naelewa kila ambacho nakifanya mi kama mtu mzima, na nakiri pia, kama nilivyosema mwanzo, ilikuwa ni makosa tu ya kawaida ya kutokuwa na stability nzuri. But for now, sina sababu nyingine yoyote ya kuondoka kwako, na ndo maana na kila sababu za kurudi kwako, kwa nikutoe wasiwasi, niko hapa moja kwa moja. Sitokuumiza, sitokusumbua kiakili wala kihisia wala sitokutelekeza. Na kama ningekuwa ni muhuni, my love, kusingekuwa na haja yoyote amie kurudi kwako, kwa sababu tayari mi nnakujua we kwa kila kitu. Tumeshatembea zaidi ya mara tatu mara nne hakuna kitu kipya kwangu. Kwa nini ngeweza kusema so okay, time is over, nitafute mtu mwingine kama kweli na hiyo hulka ya kihuni. Lakini paka nimerudi kwako it means kuna mapenzi ya kweli, ndio maana nimerudi. Kwa naomba niamini kwa hilo. Isije kuwa umerudi kwa mm, sababu ya huu uzito. Really? Ko ndo kusema mimi nina mbegu moja tu. Kesi ambacho ndio hiyo nimeshaipanda kwako, kwa hiyo kwa ni ngangani. No, wanaume sisi tunazalisha billions of sperms per day. Kwa hiyo hichi kilichotoka ni kimoja tu, ndicho ichi kimetengeneza huyu mtoto wetu hapa. Bado kuna billions of sperms zinazunguka kwenye kiuno changu amba unaweza ngapata mtoto yote kwa mwanamke mwingine yoyote. Kwa the issues siyo mtoto, the issues ni mapenzi niliyokuwa nayo kwako it's very special. That's why I'm here. Na katika kitu ambacho unatakiwa ujiamini na wakati ambao unatakiwa ujiamini zaidi ni wakati huu, mpaka nimerudisha majeshi, manake mimi mwenyewe nimeshakiri kwamba katika ngome na ufalme wangu, malkia, wewe una nafasi kubwa sana. wendo chombo ya manyanya, nakupenda sana, nakupenda zaidi, na nashukuru sana kwa kunipokea tena mama. Nashukuru nawe kwa kurudi. Nipe nipe iyo nipe, tamutamu upende wewe tu tamutamu. mm. mm. eh, eh, eh, eh, eh, eh, tamutamu tamu, uh. Sawa sasa, mamangu mi nataka kutoka hapa anakwama nikuachia kiwango cha pesa, sio ndo? bajeti yetu ni kwa ni kwa mama mwenye nyumba, baadhi ya vitu vingine. Wewe jitahidi kutumia, <sighs> Sawa, kutumia hela, kwa sababu kama unavyojua sasa hivi hali sio nzuri. Hali imekuwa ni ngumu sana ea vizuri. Kwa hiyo tumetumia katika bajeti zako tumitaanaa wiki mbili au wiki moja ikiwezekana hata mwezi yani, sina hela nyingine yoyote tu kama tananua vitu vya muhimu mafuta, mchele, unga kwenye mboga hapo, tajua nafanyaje. Haya basi, ngoja mimi niondoke kwenye safari zangu, maanake kuna watu pia wanasubiri huko. Ah, hapana, haina shida. Mi mi mtu famous bwana, julikana kwa, nikitoka tu hapa hiyo ntaipata. Kwa hiyo haina shida na uhakika na uhakika Usiende tu kwenye magari huko uanze kuomba sisi sina nauli. Nisipende. Haya. Mm. Kwa ndo unaondoka hivyo? Jamani, sisi tumeshaongea mambo yote hapo tumeyamaliza. Ndio unaniacha hivi? Ah. Mm-hmm. Hapo sasa una deni.

sema nikupe, ikikichwa uwezibeba takufa kwa mawazo. Jamani, msione nalewa, ndiyo mana nalewa, sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifurahisha ndo chanzo kurudio, munachelewa nya muwezielewa mwanangu. Hey, I will call you then. Naam, baba, kingereza umekijulia Pee, wakati mingi ya kupeleka shule <laughs> mama bwana, sasa nashindwaji kuongea kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili. Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Ticha Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri, na ndio maana huwa ni application namba moja ya kielimu Tanzania nzima, ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ champ champ, oh oh oh oh oh oh hau, mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea.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 Ningeruka. thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia ah. Shule inayofunza mema na mabaya Dunia ah. Wajuaji na wapumbavu wa moo